Uji ule wakati tunaupika, kuna uji wa mbogamboga ambao tunaweza kuweka karoti. Tunajua kama karoti ni mbogamboga mboga, eh? ina vitamini A na mboga haitakiwi kupika kwa muda mrefu. Kwa hiyo wakati unapika ule uji wako, uji ukiwa unakaribia kuiva, ushasaga karoti pembeni, ndio tunaweka karoti, wewe unakuwa ni uji wa mbogamboga mboga, za karoti. Dakika tano unatoa uji wako unakuwa uko tayari, lakini tunahamasisha kutumia makundi sita ya chakula kuna kundi linaitwa matunda kwenye uji. matunda tunayaekaje? Ndio tukaja na limao, tunajua limao ni tunda. kwa hiyo wakati na tunda hatulipiki, kwa hiyo uji ukiwa ushaiva, umeuipua huko chini, ndio utaweka yale maji ya limao. kwa hiyo uji wetu unakuwa umezingatia makundi sita. Usisahau kuweka na mafuta. lakini vilevile uji wa yai sasa unaandaliwaje? uji wa yai unaandaliwaje? Uji ule una ukisha pika, umeweka wa karoti, unapunguza kwenye sufuria lingine. Lile yai kushusha ligonga kwenye bakuli. Unalikoroga, si ndiyo, eh? Unalichanganya wakati ule uji ukiwa huko chini, unakoroga una kwa spidi ili litengeneze yale mabuje mabuje. Tutafanya tuta kwa vitendo tukiwa tunafanya maadhimisho. Tukahikisha, tukahikisha, tunajigawa kwenye vijiji vingi vingi. Alafu ule uji ukisha ukisha changanya vizuri na lile yai ukiwa huko chini. Unaurudisha jikoni kwa dakika tano kuwa kama kwao kuna vijidudu kwenye yai ili uji uwe safi na salama. Unakuwa ni uji mtamu sana. Vile vile hatukatazi kuweka mboga mboga kwenye uji. Mtoto mdogo anapataje mboga mboga? Tunaikata kidogo kidogo, na kama tulivyosema kwamba mboga mboga haitakiwi kuiva kwa muda mrefu. Kwa dakika tano tu kwenye vipande vidogo vidogo vidogo, tunaweka kwenye uji wetu kwa hiyo lengo ni kuboresha uji, uji wa mama mjamzito, mama anayonyesha, chini ya miaka mitano, hata wazee miaka sitini kwenda juu, tunatakiwa kuboresha hali kinga ya mwili. Lakini kinga ya mwili tunaiboreshaje? Kwa chakula. Tunasema mwili haujengwi. Asanteni, naomba kuwasilisha.